Topic yetu ya kwanza ya mechanics, ambayo ni, topic yetu ya kwanza ni projectile motion. Unasema projectile motion ni motion ya object ambayo ikirushwa uh, kwenye air. uh, force pekee ambayo ina act kwenye object ni force of gravity. Kwa mfano, tuna hii level ground, hii ni ardhi yetu, ndio tunakirusha tunarusha body yetu hapo. Kwa tukirusha hii body Uh, force pekee ambayo ina act in the body, uh, ni force of force of gravity. Kwa hiyo kitu chetu kitakuwa kitaenda lakini kitafika certain height, then kitarudi kwenye uh, level ground. Kwa hiyo uh, ni motion ambayo tunapata na tunaangalia kwenye hii topic yetu, uh, motion of object ambayo inahusisha uh, force pekee ambayo ina act ni force of gravity. Hiyo ni kitu ya msingi ya kuanza kwenye hii bodi yetu ni kwamba uh, tukirusha bodi yetu tunakuwa tuna uh, speed ambayo tunairushia, ambayo uh, tunasema ni u nought, lakini pamoja na angle ambayo usawa wa ardhi, na pale tunapokuwa tunairushia angle nini, angle theta. Kwa hiyo hii ndio motion ambayo tutakuwa tuna consider. Example za hii projectile emotion mifano yake ni Uh, bomb ambayo inachoa kwenye aeroplane inakuwa ina double projectile motion. Kama na aeroplane yako hapo, then unaachia setting bomb, kwa hiyo itaenda, itaenda, then itahit setting target. Kwa hiyo ni mfano wa projectile motion, bomb hili likiwa katika setting height. Lakini mfano wa pili unasema an arrow released from a bow, kwa hiyo na mshale wako pale, Alisema na mnyama, unamtarget pale kwa hiyo mshahara unaweza ukaenda, yani mwisho wa siku unatua kwa unatua chini. Kwa hiyo hii nani pia ni, uh, projectile motion. Mfano mwingine ambao tunakuwa tunauona ni wale wachezaji ambao wanarusha vitu vizito matupe, unaweza kuta kuna, kuna jiwe au tupe anakuwa ameshika mtu, ndio anakuwa anarusha. Kwa hiyo itaenda, lakini itarudi katika alivo ground. Kwa hiyo hii ni mfano ya projectile. Na, motion. Na mifano iko mingi sana ambayo tunaweza tukaelezea projectile motion. Uh, hasa tunasema kwamba kwa mfano uh, tuangalie kitu ambacho kiko hapa, tumekirusha kimeenda katika level ground. Tunasema uh, kuna axis mbili ambazo tunakuwa tunazipata, ambayo ni x axis pamoja na uh, y axis.

Kwa hiyo tunasema kwamba tunapokuwa tuna dina projectile motion tunakuwa tunasema ni two dimensional motion. Two dimensional motion kwamba tutakuwa tunaangalia, uh, vertical na nani na horizontal kwamba kuna vertical motion na, na horizontal motion. Vertical motion kwamba hiki kitu chetu kinakuwa kina certain distance ambayo tunaweza kuwa tunapata kwenye y axis, lakini pia na horizontal motion. Okay. Tunaiangalia sasa, tunasema kuna vitu kadhaa ambavyo tutaanza kujifunza kwenye project emotion. Kitu cha kwanza ambacho tutakuwa tunaangalia ni kuna some parameters ambazo tutakuwa tunazitafuta kwenye project emotion. Kwa tunasema hichi kitu tukikirusha kutoka hapa, tunarudi kwenye level ground Kinaishwa katika angle fulani ambayo ni angle theta, ambapo ni angle, angle tunapima kutoka kwenye level ground, kwenye ardhi yetu, na hii bodi ambayo tulikuwa tumeishia angle ambayo imetengenezwa ambayo tunaita the angle of projection. Lakini pia kuna speed ambayo hiyo kitu bodi yetu inakuwa imeishwa nayo, ambapo tunasema ambapo tunasema hiyo ni initial velocity. Msianamtuaatunavipata tutakuwa tunaitafutia component zake kwenye horizontal pamoja na vertical. Kwa hiyo kwenye huku horizontal component tutakuwa tunaitafuta inakuwa na thamani gani, ambayo utasema ni ux. Tunakuwa tunatumia trigonometry ambayo rahisi hapa tunakuwa tunaionoti Kwa hiyo hapa na hapa tunakuwa tuna angle theta, na hapa tunakuwa tuna u ya x, kwa ni initial speed, lakini katika horizontal direction hii tunakuwa tunatumia concept ya trigonometry. Kwa cos angle ni sawa na, cos angle ni sawa na adjacent over hypotenuse, kwa hiyo kwa over hypotenuse. Kwa hiyo kumpata u ya x, tunasema inafanya ni inote cos angle. Kwa hiyo tukichukua initial speed tukizidisha na kosi ya ingwa ambayo tunakuwa tunakuwa nayo, tunapata ux. Tunasema ux inakuwa ni sawa na u not na kosi ya ingwa lakini, pia kuna vertical component ambayo tunasema ni ya y. Kwa hiyo u y ambayo ni hii hapa, maana yake inakuwa hapa ya y ambayo ya y

na equation ya tatu tunasema final rest times square ni kusalimisha rest times square na kujumlisha na 2 times acceleration times distance. Kwa nazima, kwenye projectile utakuwa tuna galezo kasi mbili, horizontal motion pamoja na vertical motion. Sasa kwenye horizontal motion, ambao ndiyo motion ya kuelekea katika direction ya huko, tunasema acceleration due to gravity inakuwa halina component acceleration yetu ya gravity katika horizontal component inakuwa ni sawa na zero, ambayo g kwa x inakuwa ni sawa na zero. Lakini kwenye uh, vertical direction ndo ambapo acceleration yetu ya gravity inakuwa ina, kwa sababu acceleration yetu ya gravity inafanya ina act kuelekea downwards, ina act kuelekea chini. Kwa hiyo kwenye uh, kwenye upande wa y tunasema acceleration yetu inakuwa ni sawa na nani, na g kwa tunakuwa tuna consider. Kwa hiyo uh, kwenye hizi question ambazo acceleration tunataka kufanana sana acceleration to gravity kwa free falling bodies. Uh, hii pati zote zinakuwa zina cancel, hizi sehemu zote zinakuwa zina cancel kwenye upande wa nani, horizontal motion, kwa hapa acceleration ni zero, kwa tunasema final kwenye upande wa wa horizontal ni sawa na initial kwenye upande wa horizontal, lakini pia na cancel, tunasema distance. Pata tu ile distance, ni sawa na speed times time. Kwa distance kwenye pande wa x ni sawa na kuchukua speed times zidisha kwa na time lakini hii tukiweka ni sawa na 0 and v square is equal to u square, tukiandika square root tunapata v is equal to u, ambayo ndio inarudi kwenye equation ya kwanza. Lakini kwenye vertical motion tunasema acceleration due to gravity ipo na inakuwa ni vertically downwards, kwa hiyo tukiwa na consider v ya y inakuwa ni sawa na u ya y, lakini inakuwa ni minus gt, sababu acceleration due to gravity inakuwa inaelekea chini, kwa hiyo negative inakuwa inarepresent vertically downwards. Lakini distance kwenye upande wa y

Asa, tuanze katika hii projectile motion, kuna vitu kadhaa tutakuwa tunavitafuta vitafuta. Kuna vitu kadhaa tutakuwa tuna vitafuta tukichora projectile motion yetu this one tunasema kuna hivyo vitu viwili ambavyo ni note pamoja na angle, angle theta. Sasa tunasema distance ya kwa njia kitu tumekirusha mpaka kinarudi kwenye level ground, tunasema inakuwa ile part ya range. Kwa hiyo kutoka hapa mpaka hapa tunaita range, ground yetu. Lakini kutoka kwenye ground mpaka kwenye height ambayo ni maximum height, height ambayo ni ile ya juu kabisa, kwamba kitu kinaenda kinaenda kinafika hapa kinarudi, kwa hiyo height kutoka hapa mpaka hapa tunaita ni maximum height. Katika katika gani. Lakini pia kwa hiyo tukianza sasa na aa, tunamuita time of flight. Kwa time of flight tunakuwa tuna consider vertical motion, tuna consider vertical motion. Hapo tutakuwa tunaangalia either tuna consider vertical motion au tuna consider horizontal motion. Kwa hiyo kwenye concept ya time of flight tuna consider vertical motion, consider vertical motion. Ambapo vertical motion tunaangalia equation ya motion ambayo ni ya tatu, ambayo inasema equation ya motion ya pili ambayo inasema s ya y is equal to v ya y times pi minus a half uh, uh, hapo na t square, lakini tunakuja kusema kwamba kitu kikitoka hapa kinaenda kikifika hapa kinakuwa kina, lakini kikifika hapa kuna distance fulani. Uh, natoka hapa mpaka inarudi kwenye level ground, distance yao inakuwa ni sawa na zero. Uh, hii hapa tumeshampata, ambapo tumesema hii ni not sign ya angle, lakini time yetu nasema ni sawa na time of flight kwa